Mwanaume mmoja alikuwa pembezoni mwa barabara akiomba wapita njia. Walipita na kumpa pesa kidogo. Ghafla alipita tajiri. Ombaomba -omba, alimsimamisha tajiri huyo na kumwomba amsaidie pesa. Tajiri aliuliza, nikikupa pesa wewe utanipa nini? Ombaomba -omba, hakujibu Alibaki ameshikilia bakuli lake. Tajiri aliondoka. Ombaomba omba alibaki akiyatafakari maneno ya tajiri. Alifikiria sana alichoambiwa na ni tajiri: nikikupa pesa wewe utanipa nini? Alifikiria sana kauli hiyo mpaka alipokuja kufanya uamuzi wa ajabu. Katika nyumba aliyoishi ombaomba mbele, palikuwa na shamba kubwa la michungwa aliloachiwa na wazazi wake. Alichuma machungwa akajaza ndoo, kisha akaenda barabarani kuomba. Kila mtu aliyempa hela alimzawadia chungwa. Ombaomba -omba huyu aligundua kwamba hela alizopewa ziliongezeka mara mbili ya ilivyokuwa kawaida. Siku moja tajiri alipita, ombaomba akamwomba amsaidie. Tajiri akauliza swali lile lile la zamani, nikikupa pesa wewe utanipa nini? Ombaomba yule akajibu, nitakupa chungwa. Yule tajiri alifurahi, akatoa fedha akampatia ombaomba. Tajiri naye alipokea chungwa lake, kisha akamwambia ombaomba, wewe sasa siyo ombaomba, wewe ni mfanyabiashara. Kisha tajiri akaondoka. Ombaomba alitafakari tena maneno ya tajiri, wewe sasa siyo ombaomba ni mfanyabiashara. Akagundua kuwa ni kweli, hakuwa tena ombaomba, alikuwa muuza machungwa. Baada ya miaka kumi kupita, ndani ya ofisi kubwa ya kifahari aliingia mwanaume mmoja akiwa kavalia suti Alikaribishwa ndani na tajiri aliyekuwa amekalia kiti ofisini kwake. Mwanaume huyu alisema, bila shaka wewe ndiye mmiliki wa kampuni hii. Tajiri akajibu, ndiyo, mimi ndiye, karibu sana ndugu. Mgeni akaendelea kueleza, ndugu yangu, mimi ni mfanyabiashara mkubwa, lakini nimepata changamoto za kifedha, hivyo nimeona nije kukopa katika kampuni yako. Biashara zangu zimeyumba, hivyo nataka nibadilishe aina ya biashara, lakini nina upungufu wa fedha. Natumaini nikiweka baadhi ya mali zangu rehani, utanipa msaada wa fedha. Tajiri yule akajibu, ya ndugu yangu, ni kama na kukumbuka sura yako, sio ngeni. Naona umenisahau. Mimi ni yule ombaomba omba. Mgeni alisimama akasema, oh, nakukumbuka, lakini nilikuambia wewe si ombaomba ni mfanyabiashara. Wakakumbatiana wakicheka kwa furaha. Asante sana kwa ushauri wake, ulinisaidia sana, na sasa lazima nikuokoe wewe. Ndio sababu ya mimi kuwa hapa sasa. Hiyo ni simulizi nzuri sana. Simulizi hii Usiache hivi hivi bila kutafakari. Simulizi hii ina mafundisho makubwa sana makubwa sana msikilize mwalimu. Simulizi hii ina mafundisho makubwa sana fundisho. Kubwa tunayolipata hapa ni asili ya binadamu. Binadamu hata kama wanakusaidia, wanapenda na wewe uwape kitu fulani. Watu wanapotoa hupenda nao wapokee. E, pia msaada mkubwa sio wafedha pekee. Wakati mwingine msaada wa mawazo mazuri kwa mtu sahihi huleta mabadiliko kwa. Kumbe tunajifunza tuwafahamu binadamu kwamba, uh, binadamu wanapotoa nao hupenda wapokee. Sasa huyu bwana alikuwa ombaomba, asingejua asili ya binadamu, angekuwa ombaomba milele. Alipokuja kugundua kwamba binadamu wanapotoa wanapenda nao wapokee kitu, hakuendelea kuwa ombaomba, akabadilika na kuwa mfanyabiashara. Hiyo ni moja jambo kubwa kabisa, lakini e, funzo la pili, tumesema msaada mkubwa sio fedha pekee wakati mwingine msaada wa mawazo mazuri kwa mtu usahihi unaleta mabadiliko. Tajiri alimpa e, ushauri ombaomba. Omba akamwambia siwezi kukupa kitu mpaka wewe unipe kitu. Omba, omba akaufanyia kazi ule ushauri, ambao tunajifunza pia kwamba tujifunze kufanyia kazi ushauri mzuri ambao tunapewa. Fundisho la tatu hilo. Kwa hiyo, omba, omba akaufanyia kazi ule ushauri ambao amepewa na, na, na, na tajiri na baada ya kufanyia kazi ushauri huo akafanya akawa aka, aka, aka, aka, aka, akiomba anatoa chungwa, matokeo yake akawa mtu, eh, akawa tajiri. Baadaye hatujui alipita njia gani, lakini tunaamini biashara ilikuwa ikakua ikakua. Pia tunajifunza wema ni akiba. tajiri alikuwa ana amemsaidia ushauri na ombaomba kautumia ushauri huu. Lakini maisha katika biashara hubadilika, kuna wakati biashara zinakuwa zinafanya vizuri na kuna wakati biashara zina yumba zinafanya vibaya. Kwa hiyo uh, tajiri alijiwekea akiba ya ushauri kwa kumweleza ombaomba yule kwamba uh, unatakiwa ufanye kitu gani ili mambo yaweze kwenda sawa. Kwa hiyo e, tunaona kwamba hiyo ni akiba ambayo alijiwekea alijiwekea alijiwekea tajiri. Lakini sasa, uh, kubwa zaidi ambayo tunajifunza uh, tunajifunza kwamba unatakiwa ujifunze kutumia kitu ulicho nacho e, hata kama ni kidogo. Huyu bwana alikuwa na shamba, ombaomba omba alikuwa na shamba la machungwa nyumbani, aliloachiwa ulisi na wazazi wake lakini hakuamini kama ni kitu kumbe. Huenda angekuwa mfanyabiashara wa machungwa kwa kipindi kirefu, kwa miaka mingi, lakini yeye hakujali yote hayo, mpaka alipokuja kushtuliwa e, na tajiri. Kwa hiyo hii ni simulizi nzuri sana yenye mafundisho, simulizi ya bwana aliyekuwa akiomba barabarani, akatokea tajiri akampa ushauri, akaufanyia kazi ushauri huo akawa kila mtu anapoomba anampa chungwa, lakini bado aliendelea kuamini kwamba yeye bado ni ombaomba, mpaka omba. Siku tajiri alipokuja kumwambia, wewe siyo omba omba tena, wewe ni mfanyabiashara. Kwa hiyo ni simulizi nzuri sana ambayo ina mafundisho mazuri sana. Unahitaji, unaonaje simulizi hii? Umefurahishwa na kipi? Umejifunza nini katika simulizi hii? Niandikie katika komenti ili tuweze kwenda pamoja.